Siku lakini niweke ni tu wazi kwamba hii human hunting wanaofanya yani, ambao umesema kwamba wanakaa wanamsikiliza mtu, wanapanga hila, wanajipanga, wanaenda wanamteka, wanampoteza mtu. Eh, hii ni systemic ni systemic. Systemic ni mbaya kwa sababu o, mimi na washauri tu waende wakasome vizuri kabisa kitu kinaitwa Rome Statute, yani ile ndio mkataba um, wa ambao unaongoza ICC na kitu ambacho tunahitaji sisi ni kupata tu Eh, kidogo hata sio sana, tukiweza tu kuonyesha connection tukapata, eh, watu wa kutosha wakuja kutoa ushuhuda uh, tunachotakiwa kuonyesha tu ni kwamba walikuwa wana mfumo mfumo rasmi ambao ilikuwa inajirudia najirudia najirudia ya kuteka watu ya kupoteza watu ya kuumiza watu ya kuteza, hiyo ni gross violations of human rights. Mimi inaendelea kuamba it's crimes against humanity ni systemic. Yani, kitu ambacho hapa tuna uwezo wa kwenda hata kesho kuhakikisha kwamba anafungwa ni hiyo systemic. sasa tunachokisia kwamba tunasubiri ni mchakato. kwa hiyo mchakato umeanza, lakini mimi naendelea kusisitiza, acheni kwa hapo hata mlipofika tayari mna shida, acheni. Yani wewe ukiwa polisi, wewe ukiambiwa nenda kamteke mtu, acha hawa ambao mko nao mmechomekewa me, wahalifu, wache wao waendelee kama wahalifu. Na ikiwezekana mwakamate mjikoshi lakini msikubali kuwa sehemu ya uchafu huu ambao utakuja kuwa, kuwa uh, Marina, ni legasi yenu. Luge Marira, naomba nikukaribishe. Baada ya Luge Marira, naona Salum umefika, alafu mbunge kivuli, karibu ana. Shukran sana sista, na shukran kwa mapambano na ubarikiwe sana. Kwa kweli kazi ni ngumu, lakini tunasonga mbele. Shukran, um, nianze moja kwa moja. Kwanza wengine ndugu zanguni tunaofahamiana niseme assalamu alaikum, ndugu zangu wengine wote. Sasa nianze hii hii, taarifa hii ya jeshi la jeshi la wananchi hii, hii, hii, hii, hii ni nzuri sana hii, kwa sababu propaganda iliyotoka kabla hawajatoa hii taarifa, propaganda iliyokuwa inapigwa ilikuwa inapigwa propaganda ya kwamba tarehe 29 wanajeshi watajitokeza kwenda kufanya usafi. sasa hiyo CCM alitumia kwamba okay jeshi letu litakuwa linafanya usafi. Alafu taarifa baada ya hapo iliyokuja jamaa wame, wamenyooka kweli kweli na hiyo ndio tunataka every day. Unaona? Hii ambayo imekuja kwamba sisi tunalinda mipaka na sisi hatuko katika sehemu hiyo. U, kwa hiyo wamejibu hila ambao watu wa huni walikuwa washaanza kuisambaza, oh jeshi la nchi litaenda kufanya usafi na nini? Wamejitoa kwenye hiyo kitu. Hawataki kuwa sehemu ya hiyo kitu ya namna hiyo. Hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni lazima tuelewane kwenye hilo lakini sasa kitu kingine tuna sababu mamilioni na mamilioni ya kujitokeza kwenye maandamano ya tarehe ishirini na tisa, yaani tuna millions reason ya kujitokeza katika maandamano ya tarehe ishirini na tisa. Ukae nyumbani, utatekwa. Usimame, utatekwa. Useme mimi ayaniusi utatekwa tu. Wewe ulale, utatekwa. Uende popote, utatekwa. Yaani utatekwa, utatekwa. Sasa una choice kwenye nchi ya Tanzania kwa sasa hivi, choice iliyobaki ni moja, na tumekuwa tukipigia kelele when, when, when is gonna happen this, when, when. Tumesubiria miaka when, inakwenda sasa hivi na na nauona na, na, nauona moshi ule pale, moshi mweupe, moshi mweupe ule nauona ule pale tarehe ishirini na tisa. Nchi hii ndugu zanguni, ilipofikia sasa hivi, hakuna kilichopo Hakuna, hatuna kitu. Hao jamaa wanatuona sisi ni zaidi hata ya nyani, labda niseme, kamata mtu pale, piga vipigo vya mbwa mwizi, kamata vyovyote na... Na nimesikia hapo mtu anaongea hoja ya kuhusiana na watu wanakuteka mpaka mtu aonyeshe kitambulisho ndio ujue kwamba wao ni askari. Wanaoteka watu wanakuja na vitambulisho, vya, vya... wanaoteka watu wanakuja na vitambulisho vya askari, kwa hiyo hata huu mikononi mwa askari sasa hivi hauko salama, yaani hauko salama kabisa. By the way, hata maskari hao watu wanaochukua, ukienda vituoni utawakuta. So kuna mchongo hapo, upo mchongo whether you like or not. Upo mchongo kati ya mapolisi na ndani ya mapolisi ambao hao wanapokezana, nachukua pale nakupa wewe, potea naye. Kwa hiyo hata huwe mikononi mwa polisi sasa hivi hauko salama, kwa hiyo hata aje polisi kukamata wewe, unategemea kwamba sasa huyu huyu hii ni salama, kumbe na yeye anauzisha huo mchuk... mtu ni watu wangapi wame... mimi ninamkeka hapa watu ambao wamechukuliwa na maaskari polisi, ndugu zao wameenda vituo vya polisi kuwatafuta, na wamechukuliwa na maaskari polisi, na gari limekuja la maaskari polisi limewachukua ndugu zao, wameenda vituoni wakiwa wanaamini kwamba ndugu zao wamechukuliwa, hawajawaona mpaka leo. Wakienda vituoni wanaambiwa huyu mtu hayupo hapa, kudadadeki, kudadadeki, afu uje uamini maaskari polisi Tanzania. Kwa sasa hivi, ni hali ni mbaya. Yaani, hawa askari ni mtikaji au amevaa nguo za kiraia ni mtikaji tu. Kwa hiyo, kwenye hilo tumeshamaliza kwamba hata askari mwenyewe ni mhuni tu. Hii nchi, yani, uhuni, mtu, everywhere. Tuna, hiyo, ndo, hiyo ndo sababu vilevile vile ya kuingiza wewe barabarani kusimama e, sisi tunaishi huku Ulaya, kaka s tukupenda kuishi huku Ulaya hizo opportunities zote hawa wamelamba zote, hawa huko nyumbani tunatamani -tunye nyumbani, fursa zipo nyingi, lakini utafanyaje ndio maana tunasema ndugu zetu tusaidieni na, na, sasa hivi ndugu zetu mmeamka kweli kweli. Ndio maana umeona kampeni imekuwa kubwa ya kufunga mitandao sasa. Nyinyi mlioko madarakani, nyinyi x x sijui ni x ama ni nini, mkaifunga labda, usi mkaifunga. Inapoelekea sasa na TikTok nayo mnataka kuifunga. Mtafunga nini? muache kipi? woga wa nini? Sasa kama unajiamini, woga wa nini? Mtafunga, mtafunga kila kitu kina, watu wakiamka unafunga unazima utafunga hivyo vitu mpaka lini na why? Yani, reason why. Nchi yenye wananchi Tanzania yenye wananchi milioni sasa hivi tunaelekea milioni sabini na sita unataka, unataka watu wote wakufate wewe tu yani wa huyu bibi wa Kizimkazi huyu mkamwacha huyu. Okay. Akaendelea mpaka akaendelea by the way, kabla sijagusa hiyo siju, mtu anikumbusha kama anaendelea kufanya kampeni au la, maana swala la kampeni limepita kama upepo, kama ushuzi tu, pia hakuna hata nipi. Yani mimi hata sielewi kuna mtu anayeongelea kuhusiana na kampeni, anafanya bibi wa Kizimkazi hapa. Watu oh, wako bize oh, oh. Imebidi azime, imebidi <laughs> imebidi azime kampeni, aje huku sasa. Maana ma, na, na hii tulisema vichwa hawa jamani, vichwa ngumu, tulisema unapomkamata Mheshimiwa Lissu ukamfunga ambaye ndio anamshamsha ambaye ndio chama cha upinzani unataka ukashindane na wewe sasa? Nani? Kwanza hapo tu umeshaua uchaguzi tayari. Ile hali ya mshamsha timbwili timbwili la Tanzania unapofikaga uchaguzi kama ilivyokuwaga Yanga na Simba umeiua, usijui ulikuwa unatumia akili gani ese? Ona sasa sasa hivi watu hata hawajali tena, hawajui kama kuna uchaguzi au la watu wanaongelea tarehe ishirini na tisa maandamano, wewe upo kwenye... mimi nimeona clip ana, anaongea nitawaletea maji nita... Yaani watu wanapita nayo tu, watu hata hawajali, hawajui hata... yaani imeenda tu zamani. Watu wakifanya kampeni tunazifuatilia tu, hivi sijui mnaona hivi, sijui mnayoona hii, ndugu zangu, ni kweli? Hiyo ni kwamba umekataliwa. Shukrani my sister, endelea uh, tu, hiyo ni kwamba endelea tu endelea tu, eh, hiyo ni kwamba eh, hey, shukrani my sister and I love you too hiyo ni kwamba umekataliwa. Mama Kizimkazi, umekataliwa huyo ni, ni ukweli, umekataliwa kabisa kwenye nchi hii. Sasa kwa sasa hivi tulikuwa tunaomba sana vijana wa Jenzii, vijana wa Tanzania muache kutembea na mikeka kwenye mifuko betting kwa maisha yenu, kukukuk, umbea ni connection hii ya watu kufuatilia, sije so Diamond anafanya kitu gani, sije so Harmony. Kwa sasa hivi nawaona vijana, na ndio maana nataka niwashara, niwape big up nyinyi. Mmeamua sasa kwamba no, enough is enough, tunataka tupambanie nchi yetu. Na hiyo mijadala, walioko madarakani sawaipendi, wanataka muwe bumunda, muwe mabumunda, muwe mabumunda ili waweze kuwatawala hivyo hivyo. Sasa mmeamka, ndio mmeona hii kashikashi, ndio maana unaona hii sasa, teka yule labda tukizima yule atafunga mdomo, teka yule teka yule na utekaji ndio ajenda kuu ya watu kuingia barabarani. Hatuwezi, namba ya utekaji imekuwa kubwa. Utesaji kwanza, si utekaji. Na ukitekwa huo utesaji wake sio wa dunia hii. Utaomba hata yule mtu wa roho aje akutoe roho. Lazima ukifikiria huo uchungu, lazima uingie barabarani my brother. Ukifikiria uchungu, wakikukamata wakakuteka, by the way, watakukamata tu anyway, so wakikukamata muhuni yule akavaa glovesi zake akapitia mkono wake kukushika sehemu za siri, kukufinyanga finyanga. Hayo mateso ya namna hiyo ya kishetani, ni lazima tarehe 29 useme no, na pale naingia pale naingia pale nisimame na watanzania wenzangu. Sikiliza, hakuna mtu atakayetoka nje kuja kukupambania, mtanzania mwenzangu. Tutaandika mabarua UN tutaandika mabarua sijui wapi, utaandika utapiga makelele, sijui tutakwenda wapi, kama watanzania wenyewe wasiposema no. Sasa tunaamua kujikomboa wenyewe. Utakesha hapo na utakesha kweli kweli, kwa sababu walioko madarakani huwa wana kasumba ya kuonga vitu, kuwaonga watu wa nje vitu. Wakiona kwamba pressure imekuwa kubwa, wana makubaliano fulani ya kwamba njoo nitakupa kisehemu fulani uchimbe, uchukue almasi alafu upige kimya. Hii ngoma wewe tuachie, mziki wetu wa ndani tucheze wenyewe. Ndio watesa, yaani watesaji serikali kisha kuwa ya kiIdiamini, Idiamini, Idiamini ndio inakuwaga hivyo, yaani wanaonga vitu kwa watu huko kuwanyamazisha, ili wao waendelee kuchuma humu ndani. Sasa ukinisikia mimi hapa, lazima ushangae, lazima uogope, lazima unitafute mimi. Ukinitafuta utanipata wapi mimi? Nakwambia ni ukwe, nyinyi mmefika mwisho nyinyi, nyinyi watekaji, nyinyi wahuni, nyinyi ambao mnafanya uhuni mpaka mahakamani, mmefika hatua ya mwisho, na ndio maana vijana sasa hivi wote wanaongea siasa. Nenda kwenye peji ya pale alipokuwa anaongea e, eh, alipokuwa anaongea yule kamanda, anatisha, anajaribu kutaka kutisha watu. Nenda kwenye peji uangalie pale eh? kwenye peji nenda kwenye peji uo, um, sinapigia wakati naongea kwenye peji, sijui dada Maria anasikika. E, unasikika, sauti ilibadilika kidogo lakini mm-hmm. Unasikika, endelea e, unasema nenda kwenye peji ya yule kamanda e, kwenye, ka peji ya kamanda yule ambaye alikuwa anaongea kutisha watu eh hey, tarehe 29, eh hey, tutapiga angalia, Watanzania walivyofanya pale, mpaka peji hiyo wame, wameifunga, mpaka hiyo peji wameifunga kwa kuona aibu. Ilikuwa ni yaani yaani yaani mrundiko tu mfululizo tu watu kabisa, wanamwambia kabisa kamanda, tena wewe wewe wewe, tutakula kichwa wewe. Wakaona oho oh, hii shakuwa balaa hii, funga hiyo peji, wakafunga peji, ikafungwa Tanzania sasa hivi hata uje ufanyeje hata uwe mtesi kiasi gani, kwa Watanzania hawa wamefika mwisho. Tumeeleza tulisema, tutafika mwisho. Tutafika mwisho mwisho, haya mambo tulikuwa tunaongea, tusema ipo siku tutafika mwisho, ipo siku, ipo ambapo uyaoni maisha mbele, uyaoni maisha nyuma, uyaoni maisha katikati, uyaoni maisha juu, umebaki tu sasa hivi tu yani tu, unakwenda. Na sasa nyinyi wazee, alafu sisi na sisi wanaume kwenye haya mambo tunatia aibu wazee, mchakamchaka huu wa sasa hivi umeshikiliwa na wakina dada ndio voko sasa hivi sasa hivi, sasa hivi wenye mavoko vocal wengi vocals, yani wale ambao wanasimama na kuongea wamekuwa ni wadada. Astagfirullah, lazima wanaume sisi wanaume sisi wakitanzania wanaume sisi wakitanzania, astagfirullah astagfirullah, wanaume wakitanzania, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ni aibu kwa sasa hivi Yani sisi ndo tumeongoza yani, imebadilika yani, misheni imebadilika, wanawake ndio wako mbele, sisi tuko nyuma. Sasa wazee misuruali mpaka humu tumebaki tunapiga ndogo ndogo, yani ni aibu, sisi Watanganyika, sisi wanaume, sisi sasa hivi, wadada ndio wamekuwa sasa hivi wanapambania utikaji, ndio wamekuwa mstari wa mbele. Come on. My, my goodness, sisi ndio sasa hivi tunaenda kwenye mijadala ya kahawa ya, ya ya mashoga mijadala ya ya e, mijadala laini laini, si kwa sababu wewe yes, unajua tena sisi e, wabongo mijadala laini laini ambayo siko na shida hiyo e, ni aibu tupu. Sasa hivi ni aibu, ni lazima tujitafakari, lazima tuwe mstari, turudishe ule utanganyika. Sisi Watanganyika ni watu jasiri, ni watu jasiri. Ukimwangalia Mtanganyika kweli, unaona dude dude kweli. Tumeshiba, tumekuwa laini, na kizazi na kizazi cha mtanzania cha mtoto wa kiume Tanzania, tusipokuwa makini kitafutika kama upepo. Narudia tena, naiweka hiyo iende vizuri, ikae vizuri. Kizazi cha mtoto wa kiume Tanzania, kizazi cha mtoto wa kiume Tanzania, tusipokuwa makini kitatoweka kama upepo, kwa sababu kuna wimbi fulani limeingia. Ndio maana tu hatuko voko tena wimbi hilo. Sisemi kwa dada Maria hapa hapa ma kwa sababu kuna, kuna, kuna protocol. Hii vidole juu ndo imejaa sasa hivi, vidole juu, watoto wa kiume vidole juu tupu, mpaka wanafungua sehemu kujadili, vidole juu tupu. Sisi sisi Watanganyika sisi kweli sisi, baada ya kusimama na kuunganisha nguvu, kupambania utekaji, kupambania nchi yetu, sisi tunaongozwa na kina dada sasa hivi na kweli unakubali na unachekelea, unajua, kwa sababu wewe bwana e, kwa sababu nyinyi hamtekwi bwana, nyinyi hamtekwi e, tunatekwa sisi tu. Kwa hiyo ni, ni vizuri wakina dada msonge mbele kwa sababu sisi ndo tunatekwa. shame on you man, shame on you, shame si, on that man, shame on... You. si kweli? Mbona sasa na mimi nilitekwa na bado nawindwa, unaona eh. Ah. Eh, kuna sehemu nimesikia hiyo kitu, kuna mtu aliongea hicho kitu na huo ujumbe ameupata aliongea kwa sababu bwana da hivi, mimi naona kwa sababu sisi tunapitia mengi, si kweli? Tunatafuta kichaka cha kujificha. Ni lazima turudishe ujasiri wetu kama Watanzania, tupambanie nchi yetu. hatuna hatuna hatuna matumaini ya kesho tuyaoni. Haki imepotea, kama alivyoiandika Da Maria, haki ndio inainua taifa. Bila kitu tumepotea, bila haki, bila haki ukasema uka, uka, uka, uka sijui ya amani na utulivu, yaani haki inaanza Ukikosa haki utapata hii amani na utulivu, my brother so mine. mimi mimi, naomba niwaambie Watanzania, message yangu ni hii, hatuna kilicho baki nacho akipo At. tumeyaona yaliyotokea mahakamani. Hebu fikiria mheshimiwa Lissu na kufuatwa kule mahakamani. Hebu hebu hebu fikiria huyu hu, ile hu, ilivyokuwa huko mahakamani. Hebu fikiria watu wanawezaje kufanya kitu cha namna ile, kumfuata mtu mahakamani na kumwambia vile ili iweje? Ili mheshimiwa Lissu arudi tena aishi Ulaya ughaibuni ajifiche aogope Tanzania, tumefika hapo dada Maria. Masuala ya Tanzania ni mengi na tumeyaongea, yanasikitisha. Ukikaa hapa unaweza ukaongea mpaka kesho kutwa mpaka kesho kutwa. Mas, masuala ya Tanzania ni ya kusikitisha. Tumechoka kusikitika. Tunaenda kwenye vitendo. Vitendo ndio ilikuwa imebaki. Vitendo ni tarehe ishirini na tisa. Vitendo ni tarehe ishirini na tisa. Yoyote yule jitokeze, simama imara, kuwa tayari kuipambania nchi yetu. Mungu ametukabidhi nchi hii. Mungu ametupa nchi hii ya Tanzania. Tunaomba sana yoyote yule kama askari polisi, baadhi yenu nyinyi ni ndugu zetu wengine. Mnatumiwa tu bila bila ki, bila kujua mnatumiwa tu wakubwa kule wameshapata miela mingi tu. Nyinyi mnapelekwa mbele mbele tu yani. Nimeona video moja askari polisi amelazwa chini inasambaa sana mtandaoni. Sijui ni maaskari polisi gani wale. Wanateswa huko na mkubwa, wanalazwa kwenye sakafu. Kituo cha cha wapi? Video ipo, inatembea. Ni maaskari wanalazwa wanateswa na maskari wenzao wakubwa walio, mnakubaliana na hiyo? Na nyinyi ni wenzetu, mnaumia kama sisi, simameni, usikubali, usikubali, usikubali hizo, usikubali kupewa hizo usijua unahitaje, hii bwana, nenda kafanye hiki, nenda kafanye kile, huyo kamata piga. Na nikuchekesha dada yangu, my sister, juzi wakati naangalia video ya pale mahakamani kulikuwa kama kuna mgomo fulani wa maskari walikuwa hataki kupiga watu. Yule jamaa andu, yule ambaye sijui ndio assistant wa, wa Mafwele, unamuona mishipa imemtoka na waamrisha wa George, yani anaitwa George ndio. Hey, George mishipa imemkakamaa akiwalazimisha maskari wapige watu you can see. Ni kweli ni kweli, ni ushenzi tu Eh, hey, analazimisha analazimisha ana maskari. Maskari walikuwa kama wameka mgomo fulani. Anawafosi wapige watu. Maskari polisi nyinyi ni wa kwetu. Alafu nyumba zenu mnazoishi si mnajua nyumba zenu zilivoka. Nyumba moja, nyumba moja watu kumi, choo hakuna mzee. Hata ndugu yako ukimkaribisha kule tunazijua zile nyumba za kule wapi Ukonga za, ma, za maskari. Hapa za kule kamata kule wapi kule. Kurasini kule. Hata kama mlijengewa lakini nyumba moja imejibana hivi watu sita saba ndugu zako inakuwaje? Sasa maisha gani hayo? Wakati mkubwa aliyoko juu na manyota ana billions and billions and billions. Haiwezekani, huso utumwa, huso utumwa wa ukoloni mamboleo, huso utumwa tulishaukataa utumwa. Mi ndio simsikii Lugemarira amerudi Lugemarira ndio wananipiga sasa, ngoja wananipiga, kwa sababu natembea na uzi wao. Pole pole pole sana, pole sana. Basi nadhani eh, kwa sababu umeshaongea uh, mengi, basi labda kama utaweza kumalizia tu uh, moja mawili, alafu tuendelee na mchangaji mwingine uh, cool, cool eh. Imeanguka kabisa kwangu, pole pole. Ah, pole. Asante sana, asante sana my brother, take care, karibu tena na tena. Mshabaha, nimeona mkono wako, kuna jambo labda kidogo tu kukazia hapo kwa luge Malila kuhusiana na askari polisi e, nadhani polisi wetu na wanajeshi wengi wame- wamedanganywa na hawa na CCM mifumo mingi ya dunia e, maaskari ulipwa fedha nyingi sana e, kwa mfano ukichukua mfumo wa Uingereza e, hata waziri mkuu anachukua pesa ndogo ukilinganisha na anayochukulia wale wakuu wa metro kama Rwanda lakini ukirudi labda kwa wanajeshi ambao wa Marekani waliowahi kwenda kupigana vitani au waliowahi kustafu e, na ukitoa mfano wa baadhi, mpaka wakawa na mziki, ni kwa sababu ya lile donge nono wanakuja kulipata. Sasa ukiangalia hapo kwetu inawezekana vipi? E, leo Mchengerwa ana mabilioni amefungia kwenye chumba, Mwiguru ana mabilioni amefungia sehemu, na mawaziri waziri kibao na manyumba ya mabilioni alafu anaibuka mwana CCM mmoja kama Kingwangala anasema kuna wenzetu wamenunua nyumba za bilioni ishirini, nyumba moja e, South Africa, Cape Town pamoja na Dubai. Alafu unaona TAKUKURU wanamuita wanamtisha. Sasa hii tunakuwa na jeshi la aina gani ambalo mnakuja kuchezeshwa e, shela na hawa tu malaya raia wanaibaiba mali za umma nanye mekaa na bado mkajiita wanajeshi. Mimi ningetegemea kitu kimoja walau kwenye mataifa ambayo yana askari wanao e, usimamia ule ule wanajeshi wao wa askari. Mtu yote aliyeficha nyumbani fedha <coughs> huwa anafanyiwa tukio, sio lazima kuuawa, lakini zile fedha zinaondoka, na hiyo ndo namna nyingine ya kukomesha haya matukio. Inakuaje vijana wengi waliokaa kwenye vikosi melala, wakati kuna mabilioni kwenye nyumba yamefungiwa tu nyuma ya kufuli, yani inawezekana vipi, ukajiita we ni trend soja. Unaishi kwa tabu kambini, unasubiria msoso wa kupanga foleni, unazidiwa na yule jamaa ambaye alikuwa anabeba kidogo kila siku mafedha kutoka ya poti anayapeleka mjini, mwisho wa siku akaja kuyapiga kwa sababu alishaona yule ni upumbavu. Sema tuna yeye akili ilikuwa nzuri, akawa anazunguka zunguka mtoka jina lake kidogo miaka ya tisini, tisini hapo aliwapiga yale mapesa. Kwa sababu ni mapesa haramu, lazima kidogo. Wakati mwingine tunaelewa hivi vitu si vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya kwa moyo mkunjufu na mwema, lakini askari wanatakiwa kuwa rewarded, wanatakiwa kulipwa vizuri, na wanapotokea mfumo unakuwa corrupt, kuna namna nyingi sana askari kurudisha mfumo corrupt kama huu. Mtu anayetuchotea mapesa, anayatoa kwenye madawa, anatoa kwenye barabara, anatoa kila sehemu, huyo ni muuaji. Kachukueni hizo fedha majumbani kwao, walau kwa mawaziri wote. Ukitrace baadhi ya majumba ambayo mengine wameweka kwenye majina ya ndugu zao, kuna fedha ndani ya nyumba hiyo. Mimi nitaka niongezee tu hapo kidogo na Maria. Sawa sawa na kwa kweli hii hii, watu kutembea na makesh, mi sijaelewa ya yani <coughs> nimekumbuka ile picha ya Muhammad Yusuf Ali yete ametoa sijui milioni bilioni ngapi yete kapeleka kesh, alafu walikuwa anapiga picha. Mtu ukimwona ana deal in cash, yani uwe na wasiwasi sana, mtu ana bilioni mbili anakupa in cash Hatari sana. Shukran sana, asante sana mshabaha. Sasa niendelee na mchangaji mwingine, nimekuwa na mingine, Sanu pole, najua umeanguka, kwa hiyo nataka nikupe priority alafu tuje kwa mbunge kivuli. Shukran, asante uh, sana dadangu, kwa kunipatia nafasi kila sika, kama unavyonipatia kila siku nashukuru sana. Ya kulikuwa na changamoto nyingi za kuanguka, lakini tunashukuru tumepanda tena hapo juu. Uh, na kana agree uh, mo kama ulivyosema kuhusu um, uh, polisi kwamba kutumika uh, uh, na- na wakubwa zao kwamba kiambiwa wafakafanye kamtesi fulani au kampige fulani uh, kwa nini na wao wanakuwa wanafanya wanafuata amri hiyo, kwa sababu unajua kitu unachofanya sio kitu kizuri uh, ni kitu cha cha kumuumiza mwenzako sio? Kwa hiyo uh, nafikiria na agree na wewe kwamba Uh, kama wewe binadamu una akili timamu unajua ubinadamu una, una, una huwezi kunda kumfanya kitendo kibaya mwenzako kama kumpiga au uh, kumuumiza. Nafikiri nasikika, ndio, unasikika sana. Changamoto uh, nyingi, najua. Pole, kichwa cha habari kinasema haki huinua taifa, uko tayari kulinda haki? Uh, nafikiri um, kama tunavyosema siku zote haki siku zote huinua taifa, sio? na na dhuluma uliangusha taifa. Uh, kwa kweli uh, mi nahisi uh, kama alivyosema mzee wangu hapa, mzee Lala salama alivyokuja kwamba sasa hivi mwamko uko uko uko mzuri, watu wameshaamka, watu wameshachoka dhidi ya madhulumati hawa, na mwisho hauko mbali, mwisho hauko mbali. Uh, dhuluma dhuluma itapotea na haki itashinda. Uh, kwa hiyo uh, kama ninavyosema kila siku mimi niko positive mambo yatakuwa mazuri na haki ita, itatamaliki kwenye taifa letu na tuta- tutawashinda kila mtu mwenye nia mbaya na na na, na, na na na dhuluma zitakoma kwenye nchi yetu. Uh, Dada Maria leo mimi sina mingi...